Kwanza ni, eh, ni washukuru wananchi wa Siha eh, kwa kuniamini eh, kwa kipindi kilichopita na mimi nimekuwa mbunge wao, lakini ni washukuru wana CCM eh, wanachama wa Chama cha Mapinduzi na chama pinduzi changu kwa ujumla kwamba wamenipa ridhaa ya kuwepo pamoja na wao kwa miaka kumi sasa eh, labda mimi niseme tu eh, tulipokea wilaya hii Uh, ukienda kwenye hospitali yetu ya Kibongoto E, ilikuwa kama e, ni makambi yaliyohamwa, na nyie wote ni mashahidi, magorofa yananyanyuka pale Kibongoto na yataenda mpaka magorofa tisa, kwa ajili ya kuiboresha hospitali yetu ya Kibongoto. Lakini tulipokea wilaya kukiwa na kata hazina sekondari. Tunaposungumza leo, hakuna kata ndani ya Siha ambayo haina sekondari. Lakini pia sio hivyo tu, zile kata zilizokuwa na sekondari, rais wetu Dkt. Samia Suluhu Hassan ametoa hela kila sekondari ambayo tumeikuta ndani yake imejengwa eh, mara tatu zaidi ya majengo yaliyokutwa kwenye sekondari hiyo. Lakini tumekuja tukakuta kuna vijiji havina shule ya msingi kabisa. Leo eh, vijiji viwili ndio vime, vimebaki vina madarasa manne manne, bado tunamalizia, lakini vijiji vyote ndani ya wilaya ya Siha sasa zina shule zake za msingi na, na, na, na vijiji vingine zina shule mbili mbili, na hizo zote ni juhudi ni fedha ambazo Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan amenipa mimi kama mbunge wake, tukaja na tukafanya kazi hiyo ambayo imefanyika ndani ya wilaya yetu. Leo kila sekta imeguswa, kila sekta imeguswa, kila mahali pameguswa, kila mahali leo kwenye, kwenye wilaya yetu pamejengwa. Maana yake rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa bilioni mia tisa kwa mkoa wa Kilimanjaro, kwa mkoa wa Kilimanjaro, lakini wilaya yetu ya Siha, lakini wilaya yetu ya Siha imepata bilioni mia tatu themanini karibia nusu ya fedha zote zilizokwenda kwenye mkoa wa Kilimanjaro maanake ni nini, nini? Eh, eh, Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa maana ya wilaya ya Siha amefanya kazi kubwa sana, na ndio maana nimeendelea kusema kwamba kuna mambo ambayo tunahitaji kuyamalizia, kuna mambo ambayo tunahitaji kuyafanya. Nimekuja kuendelea ili tuweze kupata hizo fedha kwa ajili ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya wilaya yetu. Mimi eh, nachoweza tu kuambia eh, demokrasia ni demokrasia e, mpaka sasa wame, kuna wenzangu wanachukua ambao ni haki yao kidemokrasia. Nafurahi, ndio maana tunajenga shule ili wapatikane watu wengi wa kugombea, wapatikane wasomi. Lakini kwa ukweli halisi ni kwamba e, ninafurahia kwa sababu wamependezesha mechi na waje sasa watusindikize ili tuende kuisaidia Siha kwa miaka mingine inayokuja.